Shukrani zinatupa ukurasa mpya wa maisha yetu, shukrani zinatoa ukurasa mpya kwa yule ambaye anatoa shukrani. Sababu kama inakupa udhihirisho, inakupa kudhihirika kwa kitu, inakuhamisha kiwango make, nakupa ukurasa mpya make, nakupa hatua mpya. Kwa kazi mojawapo ya shukrani kwenye eneo ambayo unamshukuru Mungu kwaro, inakupa ukurasa mpya. Kwa hiyo kadri unavyozidi kushukuru unazidi kubadilika au unazidi kuhama viwango. Yule mkoma aliponywa ukoma wake kwenye Luka sura 17, alipoponywa ukoma wake akarudi kushukuru, alivyoshukuru akahamishwa, akaenda kwenye utakaso, alihama kiwango, akaenda kwenye levu nyingine ko. Alipata uponyaji, ndio akarudi kushukuru, ikampa kiwango kingine, ikampa ukurasa mpya wa afya yake. Kwa kadri unavyozidi kushukuru, unazidi kubadilisha viwango. Tujifunze kuwa na kufanya shukrani kama life style kwa maisha, ni aina ya maisha kushukuru, kama aina ya maisha, sababu kadri unavyozidi kushukuru ndivyo unazidi kubadilisha viwango. Unavyozidi kushukuru ndivyo unazidi kubadilisha viwango. Kwenye kitu kidogo ki Mungu, ukimshukuru Mungu unahama, unamshukuru Mungu unahama, unamshukuru Mungu unahama. Kadri unavyozidi kushukuru ndivyo unazidi kubadilisha viwango, na inaendelea tena na tena mpaka Yesu anarudi. Kumshukuru Mungu ni kama deni ambalo tunalo kwa Mungu. Luka 17, sura kumi na saba hadi kumi na tisa. Yule mkoma aliporudi, alivyoponya wale wakoma kumi. Yule mmoja aliporudi akasema, hamkuwa kumi? Wale kenda wa wapi? Afu akasema isipokuwa huyu mgeni. Ukisoma pale unaesa kwamba Mungu anadai shukrani na anashangaa kwamba hawajaja kurudisha shukrani, anashangaa kwamba huyu mgeni ndo amerudi kurudisha shukrani. Wale wengine tisa wako wapi? Mungu anatudai shukrani, anatudai shukrani. Sikiza, kwenye chochote kile ambacho Mungu akifanya kwako, usipomshukuru Mungu, namna ya kumrudishia Mungu utukufu ni kwa njia ya kumshukuru. Usipomshukuru Mungu ni kama vile umemchukua utukufu, naye anasema mimi ni Mungu mwenye wivu, sitashea sitagawana utukufu na mwanadamu ko, usipomshukuru Mungu unasababisha hasira za Mungu kuwaka kwenye maisha yako, sababu anaona kama vile unaona sio kwa mkono wake, ni kwa nguvu zako, ni kwa uwezo wako kwa shukrani, tuna deni la shukrani. Kwa unapomshukuru Mungu unalipa deni ambalo Mungu anakudai la kumshukuru kwenye chochote kile. Ndio maana ukiamka asubuhi, mshukuru Mungu kwa ajili ya afya, umelala mzima umeamka mzima. ukilala usiku ukaamka uko macho mshukuru mwambie mungu asante kwa ajili ya kuniamsha salama thamani unayoyonyesha kwenye kitu ndio inayovuta nguvu ya kile kitu kukusaidia kwa ukiweka thamani kwenye shukrani na kumuonyesha mungu kwamba kwenye kila jambo la maisha yangu ninaamini na najua kwamba ni wewe kwanza hiyo inakufanya mungu ahusike kwenye kila hatua ya maisha yako kila kitu kinachokuhusu anaona kwamba huyu mm, mtu ananishirikisha kwenye kila kitu na natambua uhusika wangu kwenye kila jambo na ni kiwango ambacho namuonyesha kwamba mungu kwenye kila jambo mimi nakutegemea kwa kuna mambo mengi sana mungu anatusaidia na anatuepusha kwayo tunaweza tusione umuhimu wa kumshukuru Mungu sababu tu hatujayaona. Ndio maana Biblia inasema shukuruni katika kila jambo. Maana hiyo ndio mapenzi ya Mungu. Kwenye kila hatua mshukuru Mungu. Shukrani inaleta utunzwaji wa baraka. Baraka yote ya Mungu, Malaki sura ya 2 hadi ya 3. Baraka yoyote ambayo inakuja kwako inatunzwa kwa shukrani. Malaki sura ya 2 hadi ya 3. Na sasa enyi makuhani, amri hii yawahusu ninyi kama hamtaki kusikia, na kama hamtaki kuitia moyoni ili kulitukuza jina langu, asema Bwana wa majeshi, basi nitawaleteeni laana, nami nitazilaani baraka zenu. Naam, nimekwisha kuzilaani, kwa sababu hamyatii haya moyoni. Angalieni, nitakemea mbegu kwa ajili yenu, nami nitapaka nyuso zenu mavi, naam, mavi ya sadaka zenu, nanyi mtaondolewa pamoja nayo. Nanyi mtajua ya kuwa mimi nimewaleteeni amri hii ili agano langu liwe, liwe na Lawi, asema Bwana wa majeshi. Mungu ataki mchezo na, shukrani, umesikia ile andiko. Mungu ataki mchezo na, shukrani, atakupaka mavi kwenye nyuso yako. Kila upande unakataliwa tu, ukiingia tu, yani unajua mwilini hutaona unasema, ila rohoni patakuwa kuna, yani kama vile huyu mtu mbona ananuka? yani roho kwa jinsi ya roho, sio mwilini hamna harufu mwilini na wao hawasikii mwilini ila roho, roho zao na yakao kutu zinashangaza, zinakatana, unakuwa kama vile hivi, 10. Anastahili yeye kuimbiwa na kutukuzwa kwa kuwa alichinjwa akamnunulia Mungu kwa damu yake watu wa kila kabila, na akaolikiwemo watu wa kila taifa, na Tanzania tukiwemo, watu wa kila lugha, na Waswahili tukiwemo, watu wa kila jamaa jamaa, au familia, kila anasema akawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa ile damu yake. Unapokubali kazi ya msalaba moja wapo ni kumgeuza mtu na kumfanya kuwa kuhani. Anasema amri hii yawahusu ninyi, anasema na sasa enye makuhani, amri hii yawahusu ninyi. Kwa shukrani ni amri, ndio maana nikakwambia ni kama deni, tunadaiwa kutoa shukrani. Kumshukuru Mungu ni amri. Amri hii yawahusu ninyi. Kama hamtaki kusikia na kama hamtaki kutia moyoni moyoni ili kulitukuza hili neno, kulitukuza jina la Mungu. Kiswahili kimetumia neno kulitukuza, tafsiri za Kiingereza zinatumia zi, zi, zi, neno kushukuru. Ili kulitukuza jina langu, asema Bwana wa majeshi, basi nitawapelekeni laana. Na naposema kutukuza, somo amekosea. Kumshukuru Mungu kwa kingine ni kumtukuza Mungu. Unamtukuza Mungu kwa matendo yake. Unamtukuza Mungu kwa ukuu wake. Unamtukuza Mungu kwa alivyokuambia atatenda kwenye maisha yako. Kwa hiyo ni kitu kile kile. Asema kama hamtaki kusikia na kama hamtaki kuitia moyoni ili kulitukuza jina langu, asema Bwana wa majeshi, basi nitawapelekeni laana. Laana ni nini? Laana ni kutokufanikiwa. Laana ni kutokustawi. Laana ni kutokunawiri. Laana ni kutopiga hatua. Nitawapelekeni laana, asema Bwana wa majeshi. Nami na nitazilani baraka zenu. Kwa Mungu kubariki, hakurani wewe, na laani baraka zako. Unajua akilani baraka yako, maana analaani ile nguvu. Kwa sababu baraka ni nguvu. Ile nguvu ambayo iko ndani. Sikiliza. Aliporani mtini, ile laana haikwenda kwenye mti. Ile laana ilikwenda kwenye nguvu inayo ufanya mti uendelee kuwepo. Kwa sababu mti ulibaki kwenye udongo ule ule lakini ulikauka. Mizizi inafyonza maji ili ikauke, make maji hakupanda kwenye mti. Maji yangekuwa naendea kuingia kwenye mti, usingekauka kwa maka nini? Mungu anaenda kaua huo uwezo ndani ya ule mti ko ile water molecule ile maji maji, akawa hana uwezo wa kupandishwa kwenda juu, mti ukakauka. ko asema nitarani baraka make, haya hakurani wewe analaani chanzo cha nguvu zako zinazoenda kuzalisha hicho kitu ambacho unakusudia. Mungu, unamwomba Mungu kwamba Mungu naomba mradi wangu, unaomba wazo hili, naomba kitu hiki, naomba mlango ufunguke, kuna Mungu anaenda anaziba pale, anasema nitalaani baraka zenu. Ndio maana nikakwambia hivi, idea ulionayo igeuze kuwa shukrani. Ukigeuza kuwa shukrani, Mungu anaachilia nguvu kwenye kile kitu cha kuzalisha kile kitu. Usipomshukuru mipango elfu mbili na ishirini na sita una malengo una mipango tunaiombea kabisa nguvu za mungu zinakuwepo zinashuka zinaatamia usipogeuza kuwa shukrani nasema ile ni amri kuna lana inaenda na inakaa kwenye zile nguvu hazitendi kazi zinashindwa kuzalisha kile kitu ambacho umemwomba mungu kwacho kwa elfu mbili na ishirini na sita